Kikao cha kawaida cha kamati kuu ya Chadema kinafanyika kwa siku mbili jijini Dar es Salaam kikiwa na ajenda kadhaa ikiwepo hali ya kisiasa nchini, operation ya no reform no election pamoja na kufanya tathmini ya uvunjaji wa haki za binadamu na ukandamizaji wa demokrasia nchini Kikao hicho cha siku mbili kinachoanza leo Mei 23, na kitanguliwa na hotuba ya makamu mwenyekiti wa chama hicho Mheshimiwa John Eche, akitarajiwa kuhutubia Watanzania majira ya saa 4 asubuhi, mara tu baada ya ufunguzi wa kikao hicho. Wakati huu mjadala umekuwa mkubwa mtandaoni, wengi wakitamani kikao hicho pia kijadili na kuja na suluhu ya hamahama ya Chauma na na CCM na ST wazalendo kwa uchache. Wengi pia wakiimiza tafakuri ya kina kuhusu usalama wa mali za Chadema. Wakati huu wanachama na viongozi wake wakionekana kuondoka bila kufuata taratibu rasmi za chama hicho. Mwanachama wa chama hicho Yeriko Nyerere ni miongoni mwa walioeleza kusubiri mwelekeo mpya wa chama chake mara baada ya kikao cha kamati kuu sambamba na hatima na utekelezaji wa kampeni ya No Reforms, No Election. Yereko ameandika namnukuu, kikao cha kamati kuu kesho ambayo ndio leo, taifa linasubiri mwelekeo mpya wa chama kuelezea utekelezaji wa No Reforms, No Election. Mambo muhimu tunayosubiri chama kitueleze ni tunazuia uchaguzi au tunasusia uchaguzi? Namba mbili, ni mkakati upi so, wa kuzuia uchaguzi swali. So, namba tatu, ni nini mstakabali wa chama ikiwa tutashindwa kuzuia uchaguzi swali. Namba nne, ni mkakati upi wa kunusuru mgawanyiko au mpasuko wa chama unaoendelea sasa, huku wanachama muhimu wa kiama chama. Haya ni mambo muhimu kama, kama kama kamati kuu inatakiwa kuja na majibu na sio propaganda za kijinga, eti wanaohama ni wa roho wa madaraka au wanaolewa. We need a serious direction, amebainisha Yeriko Nyerere. Kwa taarifa na update mbalimbali, bonyeza subscribe ili utupate hapa Junii Tv.